Usitizame mbele, hapana. Ulaya usitizame, Marekani nataka nende, usitizame Uingereza na Europe na Warabuni, usitizame majumba marefu, alisema walitamdhuru. Usitizame vijumba virefu, usitizame mali nyingi, walitamdhuru nafsu. Usitizame fahari ya dunia, vyeo vya mapete, masomo tofauti, walitamdhuru nafsu. Ila utizame nini? Maqaddamat lighad, utizame chenye kitakusaidia kesho. Tizama we chenye kikuchokeshe, lia. Umechelewa kuswali, lia, machozi yatoke, lia. Hukushiriki sadaka na wewe, lia. Kwa nini? Na mimi sikutayarisha akhera, lia Umemkosea Allah, watu wakukute unalia. Mama mbona unalia? Kaka mbona unalia? Wallahi nimemkosea Mungu, ndio maana nalia, machozi yanatoka. Waltandhuru nafsu makaddamat lighadi, tizama cha kesho, tizama cha kesho. Wameondoka na uzuri maskini, wameondoka na urembo, wamekaa makaburini. Wameondoka walisifika duniani, wameondoka maraisi vigogo, wameondoka mwanamziki mashuhuri Ameondoka Michael Jackson, wamemtaja watu wengi, aliyebadili mwili kila wakati, akauondoa ngozi hii akaweka nyingine, akatambiwa duniani. Michael Jackson, Jacksoni, Jacksoni ameondoka Jacksoni walimpenda watu wengi, lakini amenyamaza, walio wameondoka, waliokuwa na fahari, kwa hivyo wameondoka, walioitwa duniani miaka midogo ishirini na tisa thalathini, labda dunia inajua, wameondoka. Wengine walikaa duniani, wengine wallahi, ufikiri kama atatoka Mobutu, ufikiri rais Mobutu kama kuna siku atazikwa kaburini? Alikaa mpaka watu wakasahau, wakafananisha wamwite Mungu Mobutu fanishe wamwite Mungu akajigamba, damu za huku na huku aishi, lakini Mwenyezi Mungu alimchukulia hatua. Mobutu alikwenda akazikwa kaburini, kaburi lake Mobutu. Wameondoka watu. Ndio maana tuhesabu siku zetu za kuishi, tuhesabu uhai wetu ili uelewe kama namaliza. Wewe Muislamu, umebakiza kiasi gani? Wewe unaweza kujua umebakiza kiasi gani? Wewe ukiambiwa na Mungu zimebakia saa ishirini na nne. Sasa we una spidi ya kukomaza uchamungu. Mbona utachelewa hija Hutoiweza kwa saa ishirini na nne. Mbona utachelewa kugawa zaka yako? Hutomaliza kuigawa duniani. Mbona utachelewa kuhitimu juzu la Ama? Hautomaliza juzu la Ama. Mbona utachelewa kuswali sunna? Hautofaulu. Mbona utachelewa swaumu yoyote ya kheri? Utachelewa vingi. Kwa hivyo Allah kakupanulia kamuda kadogo, ili utengeneze, ili uhesabu siku zako za kuishi, ili uache jeuri kwanza. E bwana, acha niache jeuri